Na tukiangazia mengine ni kwamba baadhi ya Wakenya walioelekea nchini Saudi Arabia kufanya kazi za nyumbani wameelezea madhila waliyopitia kabla ya kuamua kurudi nyumbani. Baadhi yao wanadai kwamba wamekuwa wakiteswa na waajiri wao, kufanya kazi kwenye mazingira magumu na hata kunyimwa mishahara. Na kama anavyoarifu Francis Mtalaki, ripoti ya shirika la Amnesty International inapendekeza mageuzi yakiwemo kusajiliwa upya kwa mawakala Mejuma Shaban kutoka Likoni, Mombasa alikata shauri kuelekea Saudi Arabia kufanya kazi ya nyumbani mwaka 2014 wakati huo akiwa na matumaini tele ya kubadili maisha, ila baada ya kutua Saudia mapokezi yalimkata maini. Nilipokonywa passport kwa mlango, sijaingia ndani, nipatie yao passport, ngampatia. Alinosha mkono na simu, nikampatia paka simu. Kilichofuata ni matukio ambayo anasema kamwe hawezi kusahau anadai kunyimwa mshahara kwa zaidi ya miezi sita licha ya kufanya kazi kwa saa nyingi. Kidambi Omar Majefwa naye aliondoka nchini mwaka elfu mbili kumi na tisa na kurudi mwaka elfu mbili ishirini na mbili Ilikuwa nikiamka kulala, utakuta nimelala kama saa tano saa sita tena hapo. Kila siku kazi ni hiyo hiyo, nafanya kazi lakini hawanilipi. Nawambia bosi mi nataka pesa nitumane Kenya na wananiambia maliza contract kwanza ndo upate hiyo pesa yako yenye imebaki. Saida Said Hamis ndiye wapunde kurejea humu nchini tarehe nane mwezi Februari mwaka huu. Yeye na wengine wanadai Wakenya wengi wanataabika nchini Saudi Arabia. Wewe ndio ni mwanamke pale kwa nyumba. Wewe ndo unaingia kila room. So sometimes madhila ambayo watu wanapitia mengi mengi ni ya kingono. Kuteswa kingono hivyo. Maybe chakula sometimes mshahara. Ripoti ya shirika la Amnesty International kutoka kwa Wakenya sabini inapendekeza mawakala wasajiliwe upya mageuzi katika ubalozi wa Kenya nchini Saudia pamoja na kufutiliwa mbali kwa mfumo wa kafala kwa Wakenya. Kenyans deserve um, a government response that is a match for their um, rights under this constitution and it doesn't matter if they're across uh, in another country they have to be protected. Saudi Arabia haijabadilisha mfumo wa kafala mpaka sasa hivi. Mfumo wa kafala ni kwamba yule ambaye anakuajiri anakuchukua kwa imaya yake uko kwake ni kama wewe ni baadhi ya mali zake na milki zake. Wote hawa wamepitia madhila tofauti katika safari zao katika milki ya Kiarabu. Sasa mashirika ya kitetea haki wakitaka baadhi ya mageuzi kuhusiana na wanaoelekea nchini Saudi Arabia. Francis Mtulaki wingi ya Citizen Mombasa.